Ya sabana, nikikutajia jina la Kevin Sowax linakuwa si geni kwa upande wako wake, kwa wewe Mtanzania, lakini pia kwa wale wadau wa burudani, au kwa wale mashabiki wa Hamisa Mobeto pia wanaweza wasiwe na wasiwasi na jina hili, kwa sababu alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao pia alishawahi kudate na Hamisa Mobeto miaka kadhaa ambayo imekwisha kupita hapa nyuma. So, kama tunavyojua leo ni siku ya harusi ya Juma Jux. Sasa amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao pia wameweza kushiriki, lakini pia kuja hapa Tanzania kuweza kumsindikiza mshikaji ambaye anafanya kwa jina la Jux pamoja na Prisi e, katika harusi yake pia tumeona e, kwa watu ambao pia wameweza kupata bahati ya kupita katika Insta story yake, pia aliweza kuonyesha masuala mazima ya tickets then flights mpaka mpaka amefika e, Tanzania, na mpaka sasa hivi e, bwana yuko Dar es Salaam Tanzania e, katika harusi ya Juma Jux kuweza kushiriki, kwa sababu watu wamekuwa ni wengi sana pia e, kutokea nje za nchi, pia wageni zaidi ya mia moja na kitu huko mia moja na hamsini ngapi sijui, wameweza kufika e, katika harusi hii ambao wanatoka nje ya Tanzania wengi wamekuwa wakisubiri kwamba na Watanzania, bado hawajafika wa, lakini e, idadi kubwa ita, ita, ita, itaweza kuongezeka, lakini kuwa na idadi nyingi zaidi ya watu ambao pia wataweza kushiriki katika harusi hii. Sasa nikurudishe nyuma kidogo kwa wewe ambaye pia hukuwahi kusiki au kuweza kujua chochote kuhusiana na mahusiano ambayo yalikuwa ya Soax pamoja na Hamisa Mobeto. Kidogo tu acha nikupe eh, ki, ki, ki, ki, kionjo. Sasa uhusiano kati ya Hamisa Mobeto na mfanyabiashara mkubwa kabisa kutokea huko Togo eh, bwana Kelvin Soax pia ulianza katika kati ya eh, mwaka 2023 pia na kuweza kudumu kwa takriban miezi tu kadhaa. ah, washakaa wakideti sana kwa muda mrefu miezi kadhaa tu then wakaweza kubwagana. Sasa wawili hao pia waliweza kuonekana kuwa na mapenzi ya dhati eh, bwana huku Kelvin Sowax pia akimzawadia Hamisa Mobeto gari ya kifahari aina ya Range Rover, na hata hivyo kuweza kumtembelea mama yake Hamisa akiwa na zawadi ya butik, na ya pesa pia za kutosha anaweza kumpatia ishara ya nia yake ya dhati kabisa e, katika uhusiano huu ambao e, washikaji hawa walikuwa wakidate. Sasa hata hivyo mwishoni mwa mwaka 2024, au mwishoni mwa, e, mwezi wa tano, mwaka 2024, Hamisa aliweza kuthibitisha kwamba wameachana na Kelvin, na alieleza ku ya utengano wao au kuweza kuachana kwao ilikuwa ni umbali wa kijiografia, lakini pia na ratiba zao kuwa na shughuli nyingi, hali ambayo pia iliweza kufanya iwe ni vigumu sana kuweza na kudumisha sana uhusiano wa mbali. Alisisitiza kuwa kwamba waliweza kutengana kwa maelewano na hakuna uhasama baina yao kwamba sana ambapo pia hata watu wengi pia walihisi kwamba moja kati ya range ambazo pia alikuwa anatembea eh, anatembelea Aziz Ki eh, Range Rover fulani hivi na rangi fulani ya kinyama sana. Inasemekana kwamba ilikuwa ya mshikaji ambaye aliweza kumpatia Hamisa Mobeto then mambo yakawa tu yanaenda kinoma noma. Sasa baada ya kuweza kutengana, Kelvin pia aliweza kuonekana kuweza kuendelea na maisha yake, ambapo alichapisha picha ya mwanamke mwingine anaye, eh, ambaye anaaminika anaweza kujulikana kuwa ni mpenzi eh, wake mpya kabisa ambaye ingawa alificha uso wake kwa maandishi hii eh, hi, ilizua tetesi zaidi kuhusu maisha yake ya mpenzi mpya mara baada ya Hamisa, kwamba tayari amekwisha kujitenga na Hamisa na yuko na mtu mwingine. Sasa, kwa upande wake pia Hamisa Mobeto Pena aliweza kuendelea na maisha yake pia na hatimaye kuweza kufunga ndoa na mchezaji wa soka kutoka hapa eh, Tanzania ambaye alikuwa anachezea katika klabu ya Yanga, kwa sasa hivi anaenda ya kwa Wydad Casablanca, um, Bukina na raia wa Burkina Faso Burkinabe Stefano Azeki ambaye pia anachezea klabu ya ya, ya Wydad kwa sasa hivi, ndoa yao ambayo pia iliweza kufungwa Ebana Februari ebana 2025 pale ndo kitu kiweza ku, ku, ku, ku, kutamatika masuala mazima ya ngombe, watu walitoa ngombe nyingi sana, gari mbili, so mchezo hasa kwa ujumla. Uhusiano wa Hamisa Mobeto na Kevin pia uliweza kuanza kuwa na mapenzi ya dhati, lakini unakumbwa na changamoto za umbali na ratiba, na hatimaye wakaweza kuachana, kila mmoja kufata ratiba zake. so, kwamba sio kwamba waliweza kuvurugana kwamba namna na gani vipi, namna gani vipi no, umbali wao na ratiba zao kaweza kusababisha wao hawa kuweza kutengana au kuweza eh, kuachana na kila mmoja kuweza kumove on sasa mshikaji pia na yeye leo yuko hapa Tanzania kuweza kushiriki katika harusi ambayo pia inategemewa kufanyika pale eh, at the Superdome Masaki, ya kwake Juksi pamoja na Prisi. Nini kitaendelea? Nini kitatokea? Endelea kutufuatilia sisi kwa update nyingi zaidi ambazo zitakuwa zinatokea mara kwa mara, chao chao.